Mambo vipi, ewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media? Hii ni video ambayo imekuwa ikitrendi sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. video hii ambayo ilimuonesha dereva mmoja wa gari kubwa, wakati yuko barabarani, ilionekana akiyumba yumba kulia na kishoto kiasi kwamba alimanusura sababisha ajali. Sasa video hii imeweza kutrend sana ee, ikimwonyesha dereva huyu ikiwa ni baada ya kukamatwa katika kuingia katika mikono ama katika kumi na nane za wanajeshi, na aliweza kupokea kipigo kitakatifu kutoka kwa wanajeshi, ambapo dereva huyu baada ya kuingia katika mikono hii kumi na nane ndani ya box ya wanajeshi bana, kilichomkuta mimi sijui nini ambacho kiliendelea, lakini video hii imeweza kupostwa na Juma Lokole kufuatia page yake ya Instagram Ndebu. Itazame kidogo kile kitu ambacho kilitokea, lakini baada hapo tutarudi. Una shida gani wewe?

Na tumaini meweza kuitazama hii video vizuri. Sasa huyu mzee aliweza kukalishwa chini jinsi kama mlivyokwisha kuona, eh. Baada ya hapo akaanza kuulizwa kwa nini unatembea barabarani unayumba? Haijulikani mpaka sasa ilikuwa shida nini, ni ulevi ama shida yake hasa ilikuwa nini mpaka kuyumba barabarani kiasi kwamba kutaka kusababisha ajali, kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya moja nikisomee baadhi ya komenti za wadau walikuwa wanaandika nini kuhusiana na hili jambo. Haya, huyo hapa anaitwa Xavier wa mchongo akaweza kuandika kwamba mwanamke anahusika ana mwingine akaweza kuandika kwamba, ukipata kazi usichezee kazi sababu hakuna kazi kama kupata kazi. Hivyo ndivyo walivyoweza kuandika kwa kisdawa yao kupitia mtandao wa Instagram. Huyu hapa anaitwa Dalali Amani akaweza kusema kwamba wamemkamata kistaarabu sana, sio wale wengine. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba nyie soda hizi zitawaua. Mwingine akaweza kusema kwamba kukutana na wajeda ila asante Mungu angeweza kuuawa huyu Mm, watu kweli wameshakuwa pole. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba bora angekutana na wazee wa sanda kuliko hao. Haya, mwingine akaweza kusema kwamba ajali nje nje. Mwingine akaweza kusema kwamba walevi wakipatwa kwenye matukio huwa na, wanakuwa na adabu sana. Mwingine akaweza kusema kwamba ile madereva wangejuaga wenye magari yao wanavyokosa usingizi kwa stresi, jitu zima kama fala vile. Mwingine akaweza kusema kwamba mjomba wangu huyo kwanza Eh, kila mpaka nchi yeye na familia eh, taka wasimame wampige vizuri mpaka atulie. Mwingine anaweza kusema kwamba kuendesha gari, gari huku melewa ni hatari sana. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kulewa kalewa huyu, hata ukaji wake tu unaonesha. Mwingine akaweza kusema kwamba mwamba kachezea shilingi chooni, nauza laptop kuanzia laki moja. Haya bana, huyu mwingine akaweza kusema kwamba hawa watu wanaoitwa madereva Mm, ni hatari huu. Mwingine akaweza kusema kwamba hawa ndio askari wanao wanaefaa wanaetakiwa kuwa barabarani sana. Ise, nimependa sana like hapo wamemtoa wenge, wenge kwanza dereva huyo. Mwingine akaweza kusema kwamba hapo wanavyokaa sasa, nusu abanikwe. Mwingine akaweza kusema kwamba sasa, kwa nini wamempiga? Kwa mfano wamempiga kidogo, akapatwa na umauti, chanzo cha umauti itakuwa ni kupigwa na kuyumbishwa na gari. Haya, mwingine akaweza kusema kwamba kukaa tu anaangaika, huyu kalewa. Mwingine akaweza kusema kasheshe hii kakuta na kakutana na watu wa kitengo. Mwingine akaweza kusema kwamba akakutana nao, atakoma leo. Atajuta kwa nini aliendesha gari akiwa amelewa. Mwingine akaweza kusema kwamba nawaza, ningekuwa mimi, hilo swali je ni una shida gani? Ningepatikana hapo hapo aidha tumbo linauma, tena la kuhara huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba tatizo, wanaomkamata sasa hata hawashauriki, kupigwa na kibanzi na kisogo. Sema eh, Bwana Mungu mwokoe huyu mtu. Mwingine kaweza kusema kwamba kanywa huyu kelele nyingi kajamaa kenye masikio marefu. Mwingine kaweza kusema kwamba maskini bosi, akiona ndo kazi hana tena huyu. Mwingine kaweza kusema kwamba hiyo, kaa chini, nilijua tu wajomba wa starabu kweli. Sema hapo sasa anaweza kupewa kazi ya kujaza maji kwa kifuniko cha soda mpaka pombe ikate. Mwingine akaweza kusema kwamba unapata kazi gari mpya afu unafanya masiara. Mwingine akaweza kusema kwamba uende naye kambini akapumzike kwanza asije akatua. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kila siku tunapoteza ndugu marafiki kwa sababu ya eh, hivi vitu vya barabarani hawa wanaolewa, nitakuwa wapigwe mpaka basi. Mwingine akaweza kusema kwamba eh, aliyewafundisha trafiki kurekodi video au wawe. Mwingine akaweza kusema kwamba namba hii inaelea majini. Mwingine akaweza kusema kwamba kaambiwa kaa chini yeye eh, kadondoka puu, kama furushi la viazi Ulaya. Mwingine akaweza kusema kwamba mngempiga viboko huyu hadi pale pombe imeisha, alafu mumwambie aseme no mwingine kaweza kusema kwamba alafu gari inaonekana mpya kabisa. Du, mwingine kaweza kusema kwamba ila wachoka, hawapati muda wa kukaa, wanachoka sana, inabidi wapate muda wa kupumzika. Mwingine kaweza kusema kwamba mwezi jua anachopitia asingekuwa dereva, asingeaminiwa kupewa gari. Si sawa mwanaume kumzalilisha mwanaume mwenzio akiwa na umri, afu kazi kusema mwanamke hawapendani, kumbe ni same na huyo baba watu wana mtoto wake akiona atajisikia vipi? Mwingine akaanza kusema kwamba karibu nguo na viatu. Mwingine akaanza kusema kwamba mgeni hataki soda, anataka mia sita yake. Haya bana, hizo ni comment za wadau kuhusiana na hii video ambayo ina trend, ndio itazame kwa kina na kwa urefu kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Hapa ni Blue House Dex Media, mimi ni Todaudax_Ruiz. Una shida gani wewe?